Ebana, muda kidogo tuliukosa uh, uchambuzi wa Heavyweight burudani ya kisoka, maneno fulani hivi yaliyojaa technique na tactic nyingi sana, uh, ni kutokana na safari ya yeye kusafiri kwenda Zanzibar kuishuhudia nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Heavyweight Dulla, mambo yako vipi? Hali yako yiko, ikoje kutokea visiwani Zanzibar mpaka kurejea jiji hili la Dar es Salaam? Namshukuru Mwenyezi Mungu, ya safari ilikuwa nzuri, na kilichonifanya au kilichonishawishi mimi kwenda kule ni kwa ajili ya kwenda kujihusisha ku, na mimi kuwepo kwenye historia, kwa sababu naamini Simba anaweza akaweka historia msimu huu ya kuwa timu ya kwanza pengine kuleta kombe la shirikisho barani Afrika, lakini by the way inaweza ikawa mara yake ya pili kuingia kwenye hatua ya fainali kwenye michuano ya CAF. Umeelewa? kwa sababu kumekuwa kuna maneno kwamba Simba ile kombe ambalo waliingia fainali 93 ilikuwa sio kombe la shirikisho lilikuwa ni CAF Cup. Mm, e, yani kombe la CAF mm. Yani ni sawa, ni sawa useme kwamba ile Azam, yani, labda achana mm. na Azam mm. tuchukulie mfano wa mitandao ya simu Tigo oh, ilibadilisha jina mm. na Voskia imeshirikiana ime na Zantel mm. kutengeneza kitu kinachoitwa Yas mm kwa maana hiyo, kama mshindi aliwahi kutokea mshindi, labda amejishindia gari mm. au amejishindia smartphone au nini kwenye mtandao wa Tigo, basi hahesabiki tena kama alikuwa mshindi, kwa sababu eti, Yas, Yine, Yas, e, Tigo imegeuka kuwa Yas na imekombaini na Zantel. Kwa sababu ile kombe si lilikombaini ndio likaundwa kombe la, la shirikisho. Sasa hiyo inaweza ikawa pointi ya msingi ya kusema kwamba Simba hakucheza fainali. Kwa kwa hiyo mimi mimi nataka tu niwaambie afsasa. Sasa unakuta mm. hizi facts anatoa mtu mzima. Sasa unajiuliza sasa, huyu kwa level kwa kwa, kwa, kwa kwa level yake, yani mtu mzima anamaanisha kiumri, yani mtu mtu mwenye mwenye e, miaka mingi. Sasa unajiuza huyu mtu uh, anawezaje kutoa facts kama hizi? Umeelewa? Lakini by the way ndio hivyo, kama Simba atafika finali hata kama hatachukua kombe itakuwa mara yake ya pili by the way, mm. na kwa upande wangu mimi no. Naamini Simba atakwenda fainali, hilo unaliona? Of course naliona, naliona mara baada ya tarehe ishirini ile mezi, me, mechi kumalizika pale New Amani Complex Stadium Jumatatu uh, ya tarehe 21, mambo yalikuwa ni mengi sana Heavyweight Kabla hatujaenda kuangazia mchezo wa marejiano wa Simba Sports kwa Stellenbosch ambao hivi sasa upo kimya kidogo, sisikii watu wakiuzungumzia mm, kulikuwa kuna mchezo hiyo tarehe 21, mm, na mengi yaliyoonekana uwanjani yalimwangukia mlinda mlango wa Fountain Gate, anaitwa John Noble, na maandiko mengi likiwemo andiko la jemedali Saidi, mm, uliitazama mchezo? Uliuona mchezo? Uliyaona hayo maandiko na mitandao ya kijamii vile ilivyokuwa ikizungumza mara baada ya mechi kumalizika? Of course niwe mkweli, unajua tarehe ishirini na moja mimi eh, nilikuwa na pirika nyingi, kwa hiyo huo mchezo sikuweza kuangalia mwanzo mwisho, lakini magoli nimeyaona ambayo ame, amefungwa Ujonobo, ambayo imepelekea mpaka kocha wake Robert Matano ku, kuongea maneno fulani ya kuashiria kuna kitu ambacho kimetokea pale. Kitu cha tatu, na mimi nasema kitu kimoja, hii sijui imekuwa karibu mara ngapi tunazungumzia haya maswala, mimi mwenyewe nikiwemo. Nishai kupiga kelele katika mechi dhidi ya Fountain Gate na Yanga. Umenielewa kikosi kilipangwa akieleweke wachezaji wale top players uh, wanaounda first la starting 11 ya, ya, ya, ya, ya timu kama Singida hawakucheza. Nilipiga kelele, si unaelewa. Eh, mechi, na kuna mechi nyingi ambazo zimetokea ambazo zimeleta sintofahamu dhidi yao Yanga na hii inakuwa ni kama mara ngapi? Si unaelewa. Kulikuwa kuna zile kelele za goalkeeper. Katika mchezo dhidi ya Tabora United kuna, kuna, au, kuna zile voice notes zilivuja, sijui kama vile goalkeeper alikuwa uh, anahusishwa na kupewa kitu chochote kwa ajili ya kulegeza na nini. At the same time inakuja scenario inafanana na ile kwamba goalkeeper anakubali kufungwa. Sasa mimi kinachonishangaza kwenye hii nchi yetu si tuna, tuna kazana kutengeneza mpira wa ushindani, lakini kwa bahati mbaya sana kuna watu ambao wana influence kwenye mitandao ya kijamii wana, wanatuangusha wana au wanaturudisha nyuma. Nitakupa mfano. Yanga eh, of course katika ule mchezo kila mtu alika doubt, kwamba doubt ilikuwepo na ndio maana ikazaa discussions. Sisi tunaelewa. Sasa discussions zimezaliwa, eh, cha ajabu na masikitiko makubwa, wale ambao tunawaamini wapambane kwenye hili wao wanatetea. Imagine watu chungu mzima watetea au ha, goalkeeper amefanya makosa dhidi ya JKT Tanzania, amekuwa akifanya makosa kujirudia, amekuwa yani kila anapotokea Yanga ana, kuna kitu cha ajabu anafanya kila kitokea huwa watu wana wat, watetezi wanakuwa wengi kuliko kuwa direct. Yanga waachane na vitu vya ambavyo vinaweza vikaharibu taswira. Let's say hawajatoa e, labda chochote kwa goalkeeper, lakini Yanga kama Yanga walitakiwa wafanye uchunguzi wa ndani, kwa nini kila inapofika mechi zao kuna haya matatizo yenu? Maybe kujichunguzi. Of course maybe kuna mtu mwingine, mimi nitakupa mfano, of course ndo najibu. Maybe kuna mtu mwingine ambaye hayupo ndani ya management ya Yanga au hayupo ndani ya safu ya uongozi ya Yanga, labda yeye kwa influence yake na utashi wake ye, ndo anafanya. Alafu mwisho wa siku taasisi ndo inaingia kwenye eh, sasa kwa nini wasifanye uchunguzi? Haya tuachane na Yanga. Kuna mamlaka zinasimamia mpira. Kwa hiyo zimetulia tu. Na kwa nini zimetulia? Ni kwa sababu hata hizi social media hazipigi pressure. Sasa unakuta 90% watu watetea. Hamna yule kipa kazidi, yule kipa ka five. Anafanya mistake za ajabu, anatoa maboko kabisa. Unaona, hii goalkeeper wa ligi kuu, hawezi kufanya kitu kama hichi. Tena professional, ametoka Nigeria, amewahi kuitwa mpaka senior team ya ya, ya Super Eagles, timu ya taifa ya Nigeria. Alafu watu walivyo wa, yani siwapangi si, si, si wapangii, lakini lazima nasemaga siku zote. Umeelewa? Simba kwenye inchi ni kama ni kama mtoto wa kambo. Mtoto wa kambo anavoteseka anakuja kufanikiwa na anaweza kusimamia mali zake kuliko mtu aliyolelewa kimayai mayai. Umenelewa? Ni kwa sababu alipita kwenye msoto, mm, anaelewa. Sasa Simba ndio maana unaona anaperform. Umenielewa? Mm. Unaona na... Of course yeah. anafika, anafika nafasi ya nne barani Afrika, mm, kitu ambacho kilikuwa ndoto za timu timu yoyote East Africa kufika top 4. Mm. Haijafika kwa sababu ya kupata one season wonder kwamba umefika finali. No. Mm. Ili ufike top 4 ya vilabu bora lazima uwe na consistency ya kile unachokifanya kwa within ukifika wa shirikisho akichukua ubingwa mara mbili mfululizo, na mtu ambaye amecheza CAF Champions League consistency, anafika kwenye knockout stage karibu mara tano mara sita, anakuwa yuko juu kirenki kuliko aliyefika finali ya shirikisho mara mbili, si unaelewa? Sasa watetezi wanabidi waelewe kitu kimoja, wanavyofanya hawa, hata kama una, yani hata kama unapewa kuku, unapewa soda, unapewa futari, haimsaidii yule mm. maybe labda kama unafanya kwa utashi wako wewe ufaidike, lakini kama unaamini unavoitetea ndio unailinda brand ya Yanga, sio kweli. Sielewi, matatizo ya mechi za Yanga ku, ku, ku, kila linapoisha kuna kwa kuna ma, ishara ya vitu fulani vya nje ya uwanja mm, sio mazuri Sinaelewa kwenye hiyo kwenye, kwenye pointi Heavyweight, na nataka kuongeza swali ambapo unazungumzia kuhusiana na watetezi kwenye hapo hapo, watetezi unaowazungumza, imesikika kauli ikisema kwamba hata kama hata kama uh, asingeanza katika kikosi cha kwanza bado Young Africans ilikuwa na uwezo wa kuifunga Fountain Gate. Hakuna mwenye doubt na hilo, lakini mimi nataka kuongea kitu kimoja. Mpira kwa mfano, kwenye hii masuala ya kugombania ubingwa kuna factors nyingi. Kuna goal difference. Usimenielewa. Unavofunga magoli mengi automatically unajitengenezea mazingira mazuri ya kuweza ku, ku, ku capitalize ile kwenye goal difference pindi ambapo bingwa atakuwa wametai kwenye points na vitu kama hivyo. Usimenielewa. Lakini vilevile tuongee kitu kimoja Sawa uh, Yanga sina shaka kwamba wana quality lakini maybe wanataka kujirahisishia kupata matokeo. hakuna eh, ushahidi wa moja kwa moja mm. Mimi ninachokizungumza kwa nini huwa vitu vinapita azifu hakuna kilichotokea, yaani kwamba utakuta tu kwamba watu discussion ime, kuna watu wanatetea, kuna watu wanajaribu kuweka sawa umeelewa? Afu discussion inaisha hivyo, hakuna uchunguzi, hakuna hatua zozote zinachukuliwa. Hakuna mtu ambaye atakuja kusema kwamba nini kilitokea. Na nasikia goalkeeper, tetesi zipo kwamba alitoroka ali siku moja before match, sawa, katika mchezo wa JKT, kwa sababu wanamshambulia jemedari kwamba wanasema sikuwa timu yake nayo ili hivi na hivi, lakini hakutoroka ule goalkeeper John Noble? Siku moja before match alitoroka kambini, before match, alienda wapi? Kwa nini haku, yani kwa nini hizo habari zipo mitandaoni hazifanyii uchunguzi? Mi sijui kama ni kweli au uongo, lakini kama ni kweli au ni uongo, ilitakuwa uchunguzi ufanyike. Je, kweli alitoroka? Na kama ni kweli alitoroka alienda wapi? Ijulikane. Ijulikane. Yaani kwa nini vitu vinaisha? Yaani mimi ninachojiuliza ni kwa nini vitu mimi siongei na mashabiki wale yoyo wale mashabiki wale mashabiki upepo, sijawakwambia sijui sijakamara alifanya hivi kwa kiasi ya Simba sijui nini, achana na mashabiki yao, sasa utaongea nao nini. Umenielewa? Mimi nazungumza na watu wenye knowledge na watu wenye mamlaka. Kwa nini kama hizi taarifa zipo? Kwa nini hakuchunguzwi? Yaani hakufanyiki uchunguzi? Yaani kwamba kwa nini hakufanyiki uchunguzi? Yaani kwa sababu ni Yanga. Alafu sasa kwa nini watu wanatetea Azifu kwamba hakuna kilichotokea? Sawa basi, sawa tu. Ili tupate kwa sababu ku kuna pande mbili. Kuna wanaoamini kwamba kuna kitu kimeendelea behind na kuna wanaoamini ambao yule goalkeeper ni mjinga. Sawa? Wote wanaamini lakini klabu yake ambayo ndio ndio ndio imemwajiri. Imeamini kwamba huyu si kawaida. Yaani klabu yake imeamini kwamba hii, sawa kuna makosa ya kibinadamu, lakini sisi kama klabu tunahisi kuna kitu, wamemtimua kwa nini kusitokee, mamlaka sasa ipunguze huu mgagaziko baina saa, ee, ya pande mbili zifanye uchunguzi sawa, kwamba bana Yanga kwa sababu ya consistency ya vitu hivi ufanyike uchunguzi kwa mfano, kama hii ni ya wazi ambayo imediskasiwa na iliyozua mjadala nyingine, ilikuwa dhidi ya Singida. Sikuona mimi uchunguzi, we ulisikia kuna, kuna sehemu yote kwamba kulikuwa kuna uchunguzi unaendelea, au au labda Singida kuitwa na kuulizwa kwa nini walipanga kikosi dhaifu? Maana walipanga kikosi lakini dhaifu, kuna wachezaji pale, nisikilize kwanza, kuna wachezaji pale hawakucheza from the beginning Sijui menelewa mpaka mwanzo na baada ya pale kuna wengine hawakuwahi kucheza tena kutambulishwa mchezoni. Na kama walitambulishwa basi ni mechi ya pili tu ile kiaibu na hakukuwa na uchunguzi. Sijui unanielewa point yangu? Kwa hiyo inakuwa mara ngapi? Mara ya pili. Kwa hiyo anakuambia mlamba asali mwisho wa siku anamaliza mtungi. Sijui unielewa? Kwa hiyo kasha kasha chwe mara ya kwanza. Eh, itatokea discussion kama hiyo nobo itaishia juu juu. Umeelewa? Of course amebakiza mechi tatu tu atangaze ubingwa sasa. Atatumia nguvu gani? Si ataendelea na, na utaratibu wa kulainisha tu. Na mimi nilikuwa na nataka niulize hapo hapo Heavyweight uh, mara baada ya mchezo ule kutamatika uh, swala lilikuwa ni hilo, watu wanazungumza kwamba imesalia mechi tatu, ina maana Simba Sports hajawekwa katika hizo mechi mm. uh, haihesabiki kuwa dabi kuwepo wewe, hilo mm. unalipokea pia kwamba bado mchezo mitatu atangaze ubingwa. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja kwenye hili mm. ipo hivi Yanga ikitokea mechi ametoa sare yoyote hapa katikati, au amefungwa au akifungwa, atacheza lakini, by the way, hata kama hatotoa sare akacheza zote mm. mamlaka zitambana ata nini? Na hata kama asipocheza mm. sinajulikana mtu anaigomea mchezo mm. kwa sababu hapo, manake yeye ye anashindana na mamlaka. Mamlaka ndio ilihairisha mchezo. Kwa hiyo maana yake mamlaka kwa, mamla kwa sababu iliahirisha mchezo na akiamini wana sababu za kuahirisha mchezo ili nishalizungumza sana, mamlaka zitakachokifanya, wewe umegoma kucheza sawa, zitafuatwa protocol za timu ambayo imegomea mchezo na zinajulikana, si unanielewa? Utapokwa alama. Consequences zinaweza zikaenda mbali, ukashushwa daraja, ukanini. Mwisho wa siku, kwa ukubwa wa Yanga na kwa jinsi ambavyo inalelewa, lazima niwe mwazi jinsi ambavyo inalelewa Yanga inalelewa, yeah, of course inalelewa, by the way, hakuna nini kwenye hilo hizi blanda. Mimi nakwambia kitu kimoja mm. Sawa mm. hizi blanda ambazo zinafanyika kwenye ligi ambazo zinamhusisha Yanga, mara kipa katoa assist, mara sijui kipa ka kuchukua ule mpira kamgea nani ule mzizi afunge. Ingekuwa Simba mm. ndio anafunga magoli ya vile, trust me kwenye nchi hawa watetezi wote wangeishambulia Simba. Mimi nakupa mfano mm. Umeona Mohammed Dewji kipindi anahangaika kwenye transformation ya Simba. Zili, alikuwa anasakamwa sana sana na vyombo vya habari. Nafikiri we shahidi. Na kila siku uh, mchakato umeisha wapi? Ah, wewe mjanja mjanja kuna maneno yako unapoa mjanja mjanja. Mwindi tapeli. Sijui nini kuna maneno mengine mpaka alikuwa anaashiria ubaguzi. Si una unanielewa vizuri? Lakini Yanga si wapo kwenye transformation. Mimi sielewi chochote, kwenye transformation yao imefikia wapi? Sijui ambaye atapewa hiyo hisa ni nani, sijui hisa inatakiwa asilimia arobaini na ngapi 49 za mwekezaji ku, kuna pande tatu, sijui pande tatu ni nani na nani. Umeelewa wewe? Wewe engineer Hersi, najua na, na, ni, ni, ni yupo upande wa GSM, lakini wewe ni mwanachama, ni, ni, ni, ni rais wa klabu ambaye anasimamia maslahi ya wanachama. Hakuna kinachotokea kulikuwa kuna mambo ya GSM kusajili kudhamini timu zaidi ya moja kwenye ligi ambayo ni competitors wake kwenye the same league, hakuna chochote japokuwa. Kwenye Europa kwenye UEFA ukifanya kitu kama hicho ni ban e, either club moja si, isitambusha hata kama zinatoka kwenye nchi mbili tofauti, lakini kwa Tanzania hivi vitu vipo, lakini no any. Alafu cha ajabu hao hao ambao wanapewa favoritism zote hizi wanatoka bado wanakuwa na confidence ya kuja kusema kwamba hawana mamlaka na bodi ya ligi na viongozi wake na wanataka waondoke. Sasa imagine fever zote hizi wamepata na bado wanakuja na ujeuri wa kusema sisi, fulani atumtaki, fulani atumtaki, tunamtaka fulani, tunamtaka fulani. Hivi imagine Simba ndio angekuwa anafanyiwa hivi. Na ndio maana nikasema, sawa. Na sio hivyo tu, mpaka saikolojia za watu. Umeelewa, wanaamini kwamba ukitaka kufika mbali we itetea anga tu. Okay. Yani ndio hivyo ndio ishawe kwa hivyo kwamba wewe itetea ukitaka kufika mbali kwenye, kwenye, kwenye uchambuzi si kwenye nini kwenye nini tu tu wewe iteteanga tuteanga sasa. Wewe jiulize, media zote karibu asilimia themanini karibu asilimia themanini zinawatetea kila watakachofanya viongozi wao, unakuta wanafanya vitu vya ajabu wanatetewa kuna kuna mambo ya sijui msemaji kamtukana mkuu wa mkoa katetewa au oh, mkuu wa mkoa kafanya hivi hakufanya jambo lolote katetewa. Sti, sti, timu yao nje magoli yanafungwa ya, ya yanautata ya, ya, ya ya ya wanatetea. Mimi reaction za makocha, sikiliza reaction za makocha, umeelewa? Kuna mechi umeki Maxime aliconcede penalty ambayo haikuwa halali, na pia walifunga mechi hiyo hiyo alifunga bao la offside, ikawa ndio mechi ambayo waliruhusu mabao mengi zaidi katika ligi hii kwa msimu huu, mabao manne sifuri, si unajua mm, mm. Eh, dhidi ya Dodoma. Dodoma Meki Maxime anaojua, anasema tulistahili, lakini huyo huyo katika mchezo dhidi ya Simba alikonsidi penalti hiyo na ya ushindi mm. Akalalamika, akasema haikuwa haikuwa penalti. Kwa hiyo hata reaction za makocha yani, kuna kitu kina, kuna kuna kocha hapa hapa alimpongeza ali GSM mm, mm. baada ya mechi <laughs> Kalimangonga Ongala nafikiri unakumbuka? Mimi si sawa. Kalimangonga Ongala, KMC. Ametoka kupigwa kipigo kikubwa zaidi toka kupanda ligi kuu. Anampongeza GSM kwa ushindi. Tena mara mbili. Hivi imagine mechi inaisha hapo moja anapongezwa. Tena mechi inaisha kwa hiyo timu kufungwa goli nyingi. Kwa hiyo ndo maana nikasema, jaffe. Mimi discussion ya Yanga kuhusishwa na upangaji wa matokeo na iweka kwanza kando. Sitaki kuidiscuss. Kwa sababu watu ambao wana mamlaka wa kuchunguza hawachunguzi, watu wenye uwezo wa kufanya jambo hawafanyi. Mimi ni, mimi nina mandate gani ya kuja kufanya chochote ya kubadilisha? Sina uwezo. Kwa hiyo cha kufanya mimi, nataka nirudi kwenye dimba langu la kujidai michezo ya CAF Confederation Cup au CAF Champions League, kwa sababu timu yetu moja ambayo inashiriki kutoka Tanzania ipo CAF Confederation Cup sasa.